Walionizunguka nizunguka hapa ni mashabiki wa Yanga ambao wamefunga safari kutokea Dar es Salaam kuja hapa jijini Mbeya kwa ajili ya kuisapoti timu yao. Bwana mambo poapoa niko poa sana na <coughs> kispika ya yeah, kispika kinahusika sababu tuna kina jambo letu kwa, sana. We, wale, kwa, kwa uchache, kwa uchache mechi unaionaje siku hii leo? Ah, ni mechi ngumu Tanzania Prison tunajua kuna mzigo mzito juu yao De. Tunajua kuna mambo mengi anaelewa sasa si ni watu wa soka De. Tunajua tunapokuja hapa Mbeya tunajua kwa Tanzania Prison kuna mzigo juu yao amewekewa hmm. Lakini la sivyo, tunahitaji ubingwa. Tunapiga vipi parade kutoka airport kama ubingwa tutakuwa tumechukua nje kama tutakuwa tumechukua Benjamin Mkapa, tunahitaji paredi la kutosha, tunywe supu kwa wingi. Wananchi, tunaanza vipi? Tunaanza soko ine jijini Mbeya. Nawambia wanayanga ambao muko jijini Mbeya, sogeni hapa karibuni, tuchukue alama tatu hapa, tumtafute Dodoma jiji, so geni, do majiji kwa tochi, kisha tumpate nani a mimibana mi na kipengele hichi kimoja, ndugu Almasi, mwandishi wa habari, na kipengele kimoja ambacho hicho kipengele nadhani kitakuwa kizuri, kitaokoa ile jazi ya watu kutofahamu. Mi naomba baada ya tarehe si, <imillion> ishirini, ishirini na tano ambapo tunafunga ligi, ambapo Yanga tayari kashakabizwa kombe lake, sawa, msimu wa ligi unapoanza Simba, Yanga, Simba na Yanga kukutane mapema. Eh. Yaani mechi ya kwanza kukutane. Tuanze mwanzo. Yaani ah. Yaani zile tarehe ah, ya kwanza ufumbuzi wa ligi kuu. Achana ngawa jamii. Baada ya ufumbuzi, mzunguko wa kwanza Simba na Yanga kukutane. Ili tuondoe utata kwa sababu utata unakuwa sometimes mpaka sisi tunachanganyana. Unajua sisi tumekuja Mbeya kutoka na mapenzi tu ya timu. Sababu ilikuwa ilikuwa si tofahamu, huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Lakini ukija kuangalia kwamba Yanga alikuwa na haki yake, itakuwa ile haki itendeke mapema. Sababu haki itendeke kivipi kwamba Yanga alipoenda yeah, yeah, kwa kule alipoenda kasi tayari kashaambiwa kaeni nyumbani mkazungumze, lakini wenzetu wakazunguzunguka, matokeo yake mpaka leo ikawa sitofahamu. Kwa hiyo mimi nisemee kwamba dabi linapoanza, yani tunapoanza ligi ya msimu huu 2025 2026 mechi ya, ya, ya kwanza yani, hapo kwa sisi Waislamu tunasema inala maa swabirina, manaake ni kwamba kila mwenye subira yupo na Mwenyezi Mungu. mai wetu tuli mmisi amedangadangaweakaa dadangu amekwepa kaingia kwenye kumi na nane kwa singida kalukaluka kakwepa, Mungu mwacha aitwe Mungu. Kaingia tarehe ishirini na tano tunaenda kumnyonyoa kama kuku dada Waambie tu wana wa Mbeya kwamba tunahitaji ubingwa, tunahitaji kupigwa paredi. Wanetu ambao tunapiga paredi wanaelewa, likianzia yapoti au Benjamin Mkapa, supu ya kutosha ipo. Tunaanza vipi? Kwa hiyo niwaambie wana Yanga ambao mnaishi jijini Mbeya wote, mwenye babu yake bibi yake ampigie simu kuwa tarehe ishirini na tano tunahitaji kufanya jambo letu. Kama una bibi yako babu yako mjomba wako dada yako, anaweza kufanya chochote ili Yanga Afrika tuweze kupata ushindi. Mwambie afanye mrusu, babako mzazi afanye chochote anachojua ili Yanga ipate ushindi. Tunakuja kupigana Tanzania Prison huku tukiwa tunajua kuna mzigo mzito, amjui siri nyingi ambazo zinaendelea kwenye hii game. Kuna watu wamekuja hapa, lakini mi naamini kwamba tutachukua alama tatu kutokana uwe na uwezo wetu ambao tunao, niambia wana Yanga, pambaneni piganeni, ya ita ishirini na tano ndo ngoma itakuwa nini. Tumezurura sana, tumepambana tume sana kutafuta pointi hizi. Hatukulala usiku na mchana, tunakata misitu kutafuta pointi tatu. Kwa hiyo niambia wana Yanga, pigana mwambie mjomba wako wewe, una uwezo mwenyewe wa kufanya chochote kile unachojua wewe fanya, si hatuna kinyongo na wewe. Inarudi tarehe 28 tarehe 25, tuchukue alama tatu sao. Kwa hiyo mikubwa ni ile wanaambea, sogeni uwanjani ili tupate point tatu zili ya prison goma ngumu, ili msioni kila slice tu. Kuna watu wamekuja, basi ndio tunaelewa, ila sogeni uwanjani, piga hamasa timu yako ipate alama tatu, huku tukiangalia Dodoma Jiji anakufa vipi? Akifa Dodoma Jiji, mimi naamini kwamba yule ndugu yetu ambaye hataki kufa mara ya tano si tunapambana na uhakika ni upo niwakikishie, tarehe ishirini na tano anakufa, si ndio? Tunapambana, hatulali kwa ajili ya timu. Tarehe ishirini na tano wanakufa. Kwa hiyo pambaneni, kama na babu yako bibi yako, mwambie afanye chochote anachojua ili yanga ipate alama alama tatu. Kwa hiyo kubwa ni hilo, ndugu yangu Meida, tumalizie mechi hii leo, unaionaje bwana? Ah, mechi ni ngumu sana kwa sababu toka mwanzoni na katika watu ambao nitegemea watanipokea vizuri mbia, ndugu yangu Benjamin Asukile mm. Lakini simu zinaita sana apokei, okay. Lakini apo, okay. Niseme apo tu, okay. Hata mgonjwa akiwa anaumwa sana, ukishaona ameanza kuonyesha matumaini ya kupona, ujue nafsi yake inakata. mm -hmm. Kwa hiyo kwa prison tuwambie inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake dimidiwe. Na haya, leo hii ni mazoezi tu kuelekea kwa mai wetu. Kwa hiyo ni kwamba ni marage siku zote kwenye kuiva kwake yanalukaluka, si ndio? Basi ninachoweza kusema tu ni kwamba tarehe 25, moja kati ya matawi ambayo yanatuheshimisha sana ni Mbea, wanachama wamejisajili, wanalipa kadi zao za wanachama kwao. Niseme tu kuelekea tarehe 25, ushindi ni lazima, sio ombi. Umeshaelewa kwa sababu hata ukirudi nyumbani kwa mke wako hakisha kuwa anaosha vyombo unaambia njoo mai wangu, unamalizana naye tarehe ishirini na tano hiyo mai wetu ni mimi. Eh bwana, bwana kama alivyosema ndugu yangu, unajua kikubwa zaidi ni vipi kwamba unapodi nyumbani kwako kwa sio mpaka umwambie mkeo bwana, njoo mai, na shida ni nini? Kwamba wewe ni mai wangu tayari, kwamba wewe ndio mke wangu sasa we mtu unafungwa mara nne mfululizo. Bado unamtaji tena mume wako. Eti bwana, mimi nahitaji? Mimi na wewe sivina hivi. Alafu wacho kifanyao Simba wamejifanya vipi kwamba kupeleka kutaka kupeleka timu tarehe 15 ili onekana kama sisi tumewakosea. Kumbe hapana. Wametukosea wao tarehe 8. Tarehe 8 ndio ilikuwa ofishial kamili kwamba hao hajaja tarehe 15 wamepanga wame wao kama batili ili kujilazimisha falani na sisi kuwa sawa, sawa kivipi? Kuwa sawa ni maana kwamba Yanga Iye, tarehe tarehe nane alipeleka timu, Simba hajaja. Tarehe kumi na tano Kolo FC AK Pumbavu. Hajaita nani huu na nini vipi kujifanya na mage vipi na yeye Yanga kwamba hajapeleka timu na yeye ajifanye kama yuko sana, sisi hapana usaha kuna. Sisi si mama chofanya kwamba jamani, we we mtoto we we Kolo njoa. We peleka timu tarehe 25. Usipopeleka timu hawa wananchi ni uzuri, ondoka kabisa hapo usionekane. Kwa hiyo mimi niwaambie, tarehe 25 wanawaambia njoni kwa kilo safi. Mikono mweke mbele kwamba nakwambia hakikishia na, na, kwa ndugu mwandishi Almas, mimi ni Maki Yanga, naongea kiukweli. Alisia kama Simba sijamkunguta sisi na goli tatu, njoo nikate masikio na shingo, toa yote kila kitu, tatu zinamuhusu na asilete na, yani kipindi cha kwanza nikimpiga goli mbili basi asiingize timu tena. Kuna wimbo la magoli nakuja kwa goli tatu zinamuhusu Simba. At kombe nachukua katika uhalisia wake, okay. Kombe wewe kuchukua bila ya mtani wako kumfunga, ili umuonyeshe nia kwamba mimi ni baba yako, kwamba uwezo nao na kitu chote ya nacho. Yanga ndio taasisi, Yanga ni timu kubwa, hakuna yote ambaye anamweza Dar es Salaam Africans kwa misimu ambayo tunaendelea na bado tunasajili wachezaji wazuri chama tunamwacha, chama tunabaki naye, chama ile sababu, ukitupa chama tu hamna. Mimi naomba viongozi chama tumweke, chama ni sababu, chama ni